Sitoandika komateili hari wina upo, nikipekua kuchakura na kufumbua dark web ni nini. Miye muhandisi ka higa Mwangi meamua kufururiza gumosi gupiri hadi kwenye mtandao wa giza, nilifumbue fumbo hili la uhuni unaoendelea humu ndani mtandaoni kikuu macho na hukioni, ni jinamizi kubwa, hususan kwa hayawani na kwa insi ulimwenguni kote. Vitendo vinatukia na havikutarajiwa, ni kama usiku wenye giza totoro. Dark web, yani mtandao wa giza. Kwa kubwa shikamo, kwa wadogo hamjambo. Mchakato mzima wa dark web unahusisha tovuti za kimtandao ambazo abadan katan hazitambuliki kwa injini za utafutaji. Kwa namna moja au nyingine, mfumo huu asilani haupatikani katika mfumo rasmi wa World Wide Web, yani www. Pia kunazo ghurufu zingine zinazoweza kupatikana kwa wepesi kwenye tarakilishi zilizo kwenye unganisho mmoja wa data chakara simba kweli harirari nguruwe. Tovuti nyingi katika mfumo husika wa dark web unajumuishwa kati ya mifumo choza. Mitagusano mingi ya mawasiliano na utumiaji data huwa pia hombo usalama wa mifumo mikuu ya utunzaji data wa tovuti husika ikifahamika kama database liliyo faraga zaidi kama usiku wa kiza. Ni kuwa tovuti hizi haziwezi kupatikana kupitia vivinjari vya kawaida kama vile Chrome, Firefox, Opera na kadhalika. Insi wengi duniani hutumia mitandao, hususan katika injini nyingi za utafutaji zaidi ya mahuruku bilioni 5.9 ni wahusika wakuu kwenye mitandao macheo hadi machoyo, kutwa kucha, data zinaweza kutumika kwa mapana na marefu, ila tukivuta kuta za mitandao, dark web inatumiwa kwa vishindo vyake. Dark web imegawanywa katika aina tatu tofauti. Ule wa tusuhi tisa ni ule uliozoereka wa mitandao ainati ya kijamii, habari na kadhalika, pia inaweza kufikiwa na kutumika na kiumbe yoyote. Ya pili ni dark web ambayo ni ile mtandao inayohusisha watu kuwa na rogini special. Hii sana sana hutumika katika mabenki makampuni binafsi au hata ya kiserikali waja wa kawaida hawezi kuzifahamu au hata kupata login spesheli. Ya tatu ni dark web ambayo inahusisha tovuti ambazo zina uhombo mkubwa na utumiaji kivinjari spesheli, ili kuweza kuzuru tovuti zake vivinjari maalum kama Tor browser vinatakiwa kutumika ili kukuwezesha kufikia tovuti zilizo kwenye mfumo wa dark web. Nyingi ya tovuti hizi hutoa huduma za usiri mwingi, wengi wa wahusika kufaidisha wanasiasa na adinasi kujaribu kufanya hari ya matibabu kuwa ya faragha. Bahati iliyo hasi ni kuwa dark web huhusika kwa kiwango kikubwa katika masoko ya ulanguzi wa madawa ya kulevya na shughuli zingine za jinai. Hizi sifa zimeipa dark web kubainika na waja wengi kama bandari au ziwa la shughuli haramu. Rawama kuwa mpwito kama mchanga wa ufuo ikilaumiwa kofii kwa maovu yanayositiri humu ndani ua ra waridi linaponyauka hukosa thamani na pia thamani yake hupotelea mbali. Baada ya kipindi kifupi husaurika kabisa. Na fungasha zangu nikiwaga kwa msemo, bata mtaga mayai usimchinje kwa tamaa ya wengi baraka. Aha, pakubandika bandua hadi at divine icons, sisi ni waandisi bomba, wataalam na pia magwiji tunaotikisa nyavu katika sanaa ya usanifu majengo. Tumebobea katika uumbaji wa ramani za majengo, uchambuzi wa majengo na hata kujenga majengo yenyewe. Tunazagaa kutwa kucha katika majengo ya kupanga ya kiserikali, mashirika binafsi, makasri na hata vyambo vyetu vya makazi.